Unakoenda Kongo kwa mganga wako, hiyo si tunataka uache kwenda. Kama ulivyokuwa mechi ya Simba uliacha hivyo hivyo, na mechi hii si ndiyo, nataka uache. Kama wewe unataka familia yako ikae vizuri na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri, basi hii mechi naye vipi kwenye utendaji huko, yaani acha, kama kweli we, sugu Luku. tunataka tukuone Yanga asipate matokeo na wele wako Yanga asuluhi hiyo mechi wewe si, na sisi utatuambia kwamba ulizaliwa juma ngapi, utasema. Nisikilize Dida, nisikilize kwanza, nisikilize ulipokaa hapo. Kuanzia sasa hivi chunga mdomo wako, yani jua linawezekana lisizame halafu ukapotea ghafla. Nisikilize vizuri, au madunduka Simba uliwaachia na ukaacha mukauza gemu, kila kitu. Tunajua kila kitu ambacho kinachoendelea hapa. Dida anatuhumiwa kuwa anafanya jitihada za kuihujumu Yanga kuelekea mchezo huo. Dida anatajwa kuwa mtu fulani mwenye nguvu kubwa upande wa Tabora United, anayeweza kufanya chochote. Dida anaonekana kuwa ni mtu hatari zaidi, hasa katika imani za kishirikina. Mfadhaiko mkubwa mno kwa yale aliyozungumza. Sidhani kama ni mshabiki, sijui kama ni kiongozi, lakini najua sio kiongozi. Kiongozi mwenye kuwa makini hawezi kuongea maneno kama yale, lakini nilipomwona amepandisha sauti, kwa kuwa mi nimjibu kistarabu, nimwambia bwana, sijui sipo kwenye timu ya Tabora. Nilimwambia mi sipo kwenye timu ya Tabora, lakini jamaa yangu yeye akukubaliana na yale homa ya mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara kati ya Tabora United dhidi ya Yanga Sports Club unaotarajiwa kuchezwa Aprili mbili mwaka huu kwenye dimba la Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora inazidi kupamba moto kila siku, saa, dakika na sekunde, na pengine hii imetokana na Yanga kunyukwa goli tatu kwa moja na walina asali wa Unyanyembe katika mchezo wa ligi msimu wa kwanza huku Watanzania wakishuhudia cheche za mashabiki wa timu hizo, baadhi ya viongozi na wadau wa kabumbu, hafla kwenye mitandao ya kijamii ikavuja majibizano ya sauti ya mtu mmoja anayejinasibu kuwa ni wa upande wa Yanga akimtishia maisha mtu mwingine aliyemtaja kwa jina moja la Dida: unakoenda Kongo kwa mganga wako we si tunataka uache kwenda. Kama ulivyokuwa mechi ya Simba uliacha hivyo hivyo, na mechi hii si tunataka uache. Kama wewe unataka familia yako ikae vizuri na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri basi hii mechi naye vipi kwenye utendaji huko, yani acha, kama kweli we sugu, tunataka tukuone Yanga asipate matokeo na wele wako Yanga asuluhi hiyo mechi wewe si, na sisi utatuambia kwamba ulizaliwa juma ngapi? Utasema wewe, nisikilize Dida nisikilize kwanza nisikilize, ulipokaa hapo kuanzia saa hivi, chunga mdomo wako yani jua linawezekana lisizame alafu ukapotea ghafla. Nisikilize vizuri, au dun, madunduka Simba uliwaachia na ukaacha mkauza game, kila kitu. Tunajua kila kitu ambacho kinachoendelea hapa. Dida anatuhumiwa kuwa anafanya jitihada za kuihujumu Yanga kuelekea mchezo huo. Dida anatajwa kuwa mtu fulani mwenye nguvu kubwa upande wa Tabora United anayeweza kufanya chochote. Dida anaonekana kuwa ni mtu hatari zaidi, hasa katika imani za kishirikina. Uenda huu upande wa mtu anayejinasibu kuwa ni mwananchi labda ni ngumu kuupata, kwa kuwa hata hatujasikia Dida akitaja jina la mtu huyo, lakini macho yetu yanaweza kufutwa matongo. Na upande wa Dida, je, Dida ni nani? Anafanya nini? Ana nguvu gani? Na yuko wapi? Kachero wa ITV Digital apologize kiiti nimemsaka na kumpata Dida. Dida, karibu. Aa, sisi tumekutafuta mahususi kabisa, tumesikia jina lako likitajwa na mtu ambaye bado hajafahamika lakini tukasikia sauti yako ikimjibisha huyo mtu kuwa wewe unakwenda kuihujumu Yanga, niko namna gani na lile tukio lilikuwaje? Kama kwanza ulivyotangulia kuniita, naitwa Dida Skunde, mwalimu wa Chikizi Sport Center mjini Tabora, mchezaji wa zamani wa Mirambo, mchezaji wa zamani wa Nation wa Kigoma na FC Kongo wa Kigoma. Kwanza na mfadhaiko mkubwa mno kwa yale aliyozungumza Sidhani kama ni mshabiki, sijui kama ni kiongozi, lakini najua sio kiongozi. Kiongozi mwenye kuwa makini hawezi kuongea maneno kama yale, lakini nilipomwona amepandisha sauti, kwa kuwa mi nimjibu kistarabu, nimwambia bwana sijui sipo kwenye timu ya Tabora, nilimwambia mi sipo kwenye timu ya Tabora, lakini jamaa ya yangu yeye akukubaliana ya na yale, lakini yali itoa maamuzi na maamuzi. yale maamuzi ndio yale mi nasubiria ayafanye yeye, ayafanye yeye kwa maamuzi ya kusema atanipoteza. Mi nasubiri kupoteza, lakini <laughs> nacheka, namhurumia na, na, na sana, kwa majibu nilomjibu nilimwambia hivi anijui na nikamuuliza, uko Tabora au uko Dar es Salaam? Kwa sababu anginiambia uko Tabora moja kwa moja nilikuwa nimtafute, kwa sababu ukinitishia mimi kunipoteza. Na, na kushangaa kwa sababu tumefikia kwenye hatua ya watu kama hawa ndio wanaharibu soka la Tanzania, tukiona watu wajinga wajinga kama hawa ndio anatupotoshia kwenye mpira. Hizi timu ni kubwa, hizi timu zina majina, lakini anatokea mjinga mjinga mmoja kama yule anatoa maamuzi ya, ya klabu kama Yanga, anafikia hatua kwa kutoa maamuzi yeye kama kimezungumzwa kwenye kikao cha Yanga, anatoka hadharani na kumtishia mtu uhai wake na kumwambia kwamba ataipoteza familia yake. Hicho ndio kilichonikera, na hicho nimekichukulia nafasi kubwa sana na pana na nilimwambia na ana salamu amepewa mpaka na, na mtoto wangu amezitoa na wadogo zangu, tuone hiyo Jumatano ya kesho kutwa kupotea kwangu. Kwa nini Dida unatajwa wewe katika kuhujumu Yanga kwenye sakata hili, ila hali Tabora kuna watu wengi sana wa kimpira? Kwanza, kabla hatujaenda huko, yule mtu unamfahamu, kwa kuwa alikuwa anakutaja jina kabisa? Simfahamu. Unajua, sasa hivi simu unaweza ukachukua namba ya mtu ukajaribu uka kama unatuma hela ukapata jina lake, na istoshe, yeye kama alivyosema, sio yeye tu, kuna dada mwingine alisema wa Yanga. Jina Dida ni mtu maarufu Tabora. Ni kweli, mi sina hela, lakini ukinitaja jina la Dida utalipata, na ukiniuliza jina la Dida Tabora utanipata. Dida, Dida sio mtu tamuona kwamba hawezi kukosa kujulikana. Sina matukio katika mkoa wa Tabora leo na miaka ishirini na sita hawezi kujisikia na tukio la wizi lolote lile linamfanya mtu aonekane ni mpumbavu. Mimi ni mtu na akili zangu timamu, na ile alilosema kwamba kwa nini amekutuhumu wewe sasa Dida? mimi wa, wapo watu wengi Tabora hapa ndio kina isike mwana kiungo alikuwepo hapa, kuna, kuna kina mzee Rage wakongwe kabisa ambao wao wanaonekana kabisa ni kindakindaki Simba lialia lia. Na hapa Tabora anacheza Yanga na Tabora, kwa nini Dida linatajwa jina lako tofauti na watu wengine ambao labda majina yao yalikuwa karibu katika uh, vinywa vya vi watu wengi hivi. Unajua hata mvuvi anavyoenda kuvua samaki, anavua samaki wote wa ziwa Tanganyika. Anavua baadhi ya samaki na zingine zinabaki sasa inaweza kamtaja mtu mmoja tu kwa sababu ya chuki zake binafsi, na najua hili swala tunaweza tukazungumza huyo mtu. Inawezekana kuna watu wengine wako nyuma yake akiwa na chuki zao binafsi kwa ajili yangu, umeelewa. Na sio mara ya kwanza hili ishatokea, kwenye timu ya Rhino Rangers, lakini matokeo yake ya mwishoni mimi nienda kuifundisha Rhino nikiwa kocha msaidizi. Sasa hizi ni chuki binafsi zinatengenezwa zidi yangu, lakini najua kwamba huu ni, sasa, ni komba, mchezo mdogo, na ndio maana nilimjibu Hachana na mimi, hachana. Awezi, nasubiria Jumatano. Unafikiri ni chuki dhidi ya nini? Ili iweje, Dida? Aa, kwenye michezo hii, kwa sababu nashiriki michezo, nimeanza mwaka elfu mbili na nne na kuza vijana, yaishatokea mengi, yaishatokea hata kwenye, kwenye mashindano ya vijana ya Kopa Kakola. Ni mmoja wapo nilishafikisha timu ya vijana ya Copa Coca-Cola fainali ya Copa Coca-Cola 2009. Lakini nilitolewa kwenye timu ile kwa sababu ya kuwatetea watoto wa Tabora. Kila mtoto anajua alichokipata. Kwa sababu mimi kupindisha pindisha sitaki. Nafikiri nikimnyima mtoto haki yake ya msingi, sidhani kama atafanya kazi hiyo ninayoitaka mimi. Ndio walimu wangu. Mwalimu, kitu cha kwanza, rafiki yako ni mchezaji. Usitengeneze urafiki na kiongozi, tengeneza na ule anayekufanyia kazi yako. Na mimi hicho ndio zilianza hizo na zinaendelea. Lakini naishauri serikali kupitia klabu yetu ya Yanga, klabu zote kubwa hizo Simba, Azamu na hizi hata Tabora, tuache kuwapa nafasi watu kuja kuziongelea timu kama kama alivyoongea huyu. Ni ujinga mtupu Dida. Unasema ni misimamo yako, ni kunyoka kwako. Hapa anayekutuhumu anaonekana anaitetea Yanga na wewe ulikuwa unamjibu. Hii misimamo yako na mechi ya yanga na, na Tabora United inaingilianaje sasa? A, misimamo yangu inawezekana kwamba kuna mtu namkera. Sasa naona nitapita vipi, nipitie njia nyingine. Nikilitaja kwenye njia ya Yanga Sinoma, nitapata sapoti kubwa sana ya kumweza kumdhibiti Dida. Hiyo ipo, njia zipo nyingi sana katika mtu kutaka kufanya kibaya, lakini nasema nimeshajitoa sadaka ye. Yeah, amesema atafanya kila natukiweza, miko tayari, lakini najua kwamba siwezi kuogopa. Dida, umetishiwa maisha? hmm. Aa, ni moja ya makosa ya jinai pengine umesha ripoti katika mamlaka husika kupata usaidizi au ulinzi au taratibu zozote za kisheria zinazopaswa uzipate. Umefanya hivyo Dida? Tayari, nishafuata taratibu. Najua tunaishi kwenye nchi, kuna misingi, kuna taratibu zinafuatwa. Zile taratibu nishazifuata, na mpaka sasa hivi nisha ripoti polisi mambo yote yako tayari. Kwa kifupi ni hivyo tu, mambo yote kwa tayari e, na tunasubiria hiyo hiyo Jumatano, yeye mwenye kujiandaa na tukio lake kupitia kuvaa koti la Yanga. Mi nalisema amevaa koti la Yanga kwa sababu kiongozi mwenye akili timamu hawezi kuropoka kama yule. Kwanza nimemwona mwoga, mi kwa mi nimemwona mwoga, mwanaume asemi bana mwanaume yeye anakuja, anaita tu, anafanya tukio tu, lakini nimemwona ni mwoga, ameanza kuropoka polisi me, wamekupa arabia kumsaka. Ipo si atumsaki atapatikana tu. Sasa Dida, tujadili shutuma zake na majibu yako. Amesema wewe unaihujumu Yanga na mechi ya Simba hukujigusa kabisa. Hukujigusa kwa namna gani? Na pengine, Dida, unaihujumu Yanga kivipi? Sijua, sidhani kama aweza kanipa ushahidi wa mimi kushirikiana na Simba kuwaonga wachezaji wa Tabora. Alitaja kwamba kwa nini sikushiriki kwenye ku, mechi ya Simba kumfunga Tabora e, sikushiriki kwenye Tabora kumfunga Simba, inamaanisha Simba walipitisha hela kwangu. Mimi nafikiri anatakiwa utoe ushahidi kwamba ni tarehe fulani, muda fulani, mimi Dida alikabidhiwa pesa kadhaa na viongozi wa Simba akaenda kuwapa viongozi wa nani wa Tabora kuihujumu Tabora. Hilo la kwanza. Lingine anatakiwa atoe wa ushahidi, siku hiyo nimepewa hela na viongozi wa Tabora United kuvuka DRC kwenda kuchukua kwa mganga na anionyeshe ushahidi uliokamilika, akiutoa ushahidi <laughs> mimi niko tayari kwenda jela hata miaka 100, umeelewa? Na ndio maana mimi sina wasiwasi, najua, nimeona, nimeongea, nimepigiwa. Kwanza najuta, nilipigiwa simu na na mjinga mjinga fulani hivi, kwa sababu nikizungumza, mjinga mjinga ni mtu hajui mpira, na watu sijui wanapewa nafasi vipi kwenye hizo timu kuziongelea hizi timu kwa sababu unapoongelea timu, narudia tena, unapoongelea timu kama Yanga au Simba au Azam unatakiwa una akili timamu kwa sababu ni timu zina, unajua hii hii clip kuna mpira, fusa, watu wa nje ya nchi wanazipata wanalinganisha wanavyoendesha mpira na sisi, tunapowapo fursa watu wanaoziongelea timu, mtafikiri timu za ndondo wanatucheka kwa sababu hawezi kufikia hatua, unaongea vitu aona ushahidi. Ningefikiria siku ile angetoa na ushahidi siku yake ya pili, baada ya kuona ameirusha mtandaoni, kwa sababu yeye ndio ameirusha mtandaoni, angetoa kwamba jamani, ushahidi huo hapa hapa, Dida anakabidhiwa pesa na viongozi wa Simba, hapa Dida anawagabizi viongozi wa Tabora United, wanawagawia wachezaji, hiyo ningekuwa ningemuona ninge, ninge ni mwanaume na ndio maana nirudi nyuma nikamwambia, hivi uko Tabora au uko Dar es Salaam? Yeye yeah, akuniambia akaniambia niko Dar es Salaam, na kuja niko njiani. Tarehe sita tumeongea naye usiku, sasa ni na ile asubuhi tunaongea naye tena, anashindwa kunifesi mpaka sasa hivi. Sasa hivi niko Tabora, na ninamwambia kabisa kama ameshafika Tabora, niko kwenye mtaa wa Kapembe Rufita ndio nipo, akikata kona tu ananipata. Dida yeah. E, amekutuhumu kama wewe unaihujumu Yanga kwenye eneo la ushirikina mm. ushawahi kutumiwa na Tabora United kuwasaidia kwenye eneo hilo? Mimi ni mwalimu wa mpira miguu, nishawahi kuwa kwenye Tabora United ikiwa daraja ya kwanza inaitwa Kitayusa. Nilikuwa na kocha Mkua wangu mkuu anaitwa Fulgence Novatus, nimecheza naye, ni brother wangu Aliniita kama nilikaa pale ninajua nina kocha anaijua. Nimekaa naye pale na kocha msaidizi. Tena nilikuwa niko darasani pale. Ikiwa e, e, e, daraja la ikiwa daraja la la, kwanza. E, sasa ukija unaambia kwamba mimi nilikuwa kwenye benchi la ufundi amekosea. Mimi sio mganga. Mimi ni mganga wa mpira wa, wa, wa, kufundisha mpira. Na unajua professional yangu kwamba na kituo changu cha chipkizi ndio kimetoa vijana wengi. Huyo komina anayemwona pale ni ametoka chipkizi. Kama si kweli, wewe utumiki kwenye we mambo ya kishirikina na timu hii ya Tabora United hmm. Sauti yake natanabaisha na wazi kuwa Dida Yanga akisuluhu utapitia magumu, lakini wewe unamuhakikishia kuwa Yanga anafungwa una, kwa nini unamuhakikishia hivyo wakati wewe sio mtabiri na ushiriki mambo ya kishirikina hapana? Unawezekana mtu akakujibu bwana, wewe mkona wewe una wasiwasi eh ana beti Barcelona atashinda, Madrid atashinda. Wanakuwa watabiri wale. Ni wasiwasi sana. O, na inawezekana utafungwa. Si kwamba mimi ni mtabiri. Kauli yake ya uchochezi ndio kauli inasababisha watu mpaka leo wanaona kwamba yeye anachokizungumza si sahihi naona e, e, uh, pamoja na vitisho vile mpaka sasa hivi umepitia magumu yoyote labda kutokana na vitisho vile, shambulio lolote? Amna hapa, niko mikono salama bwana, Tabora iko salama bwana. Kwanza ungekuwa unajua Tabora kwamba huyu anayetishiwa ni muuni, nafikiri sasa hivi ningekuwa nishaumizwa, lakini Tabora anajua niko mikono salama, umenielewa, na mkuu wa mkoa narapisiwa hapa na watu wa mpira wako hapa Tabora wanalijua, kwamba huyo wanamtumwa. Wan, hata kati, kati kati ya watu wa Yanga tu, miongoni mwao kuna watu wanajua kwamba Dida anaonewa. Umeelewa? Sasa angeacha mi nitaka nimshauri ni, ni, ni, kitu kimoja kwamba ndugu yangu angetafuta kazi nyingine. Hii kazi ya kumtafuta Dida angeacha, ni kazi nzito, ndio nimwambia. Ni kazi nzito sana. Eh, aiachi. Achane na mimi. Aje amempangilia tu kwamba ni jinsi gani watakucheza mechi yao. Kwa sababu mimi kwenye Tabora mimi sipo na kwenye Yanga sipo. Wewe unashabikia timu gani? Ah, mimi mwalimu bana. Popote naweza nikapewa kazi nitafanya kazi. Kwa uh, mechi ulivyoiona ya Yanga na Tabora, ni kweli Yanga anakufa? Siwezi ngajua. Siwezi ngajua mimi sio mtabiri, mimi mwalimu. Ulisikika ukisema Yanga anakufa sio ku draw. Uh-huh kufa inawezekana. Hata wewe unaweza kumuona mgonjwa ukasema huyu mgonjwa pia mwanza pata hapa, inawezekana hata kufa. Lakini sio kwamba unakuwa mganga. Unamwambia nini? Sasa mtishaji wako, mimi nataka nimwambie kwamba yeye kama amezamiria ame, si ndio maana yake, aache kufia Yanga, aiweke pembeni basi. Twende mimi na yeye, familia lai, eh, kabisa. Mimi nazungumza kwenye vyombo hivi, tuachane huku, twende sisi huku, umejitoa mwanga. Hivi mwezi wa Yesu unajua mimi ni Mkristo. Kwa rezma hii. Na kwa rezma tunapitia kwenye nini kwa ajili ya lipi sasa Dida sasa mimi siwezi kuzungumza mengi. E, hata kavyoamua, sasa atajua kinachoendelea. Familia yako imepokeaje hili? Familia yangu iko makini sana. Huyu mwenyewe umemwona, kijana wangu alivyoposti, sisi tunajiamini, na ameongea na wengine ame wadogo zangu. Sisi familia yetu tuko sawa sawa lakini tuna mwiko wa kutukutishwa hilo kabisa.